Shambulio kubwa la kijeshi limefanywa na Marekani ndani ya Venezuela, likilenga makazi na kambi za kijeshi katika mji mkuu Caracas, huku hali hiyo ikizua maswali makubwa kuhusu nani atakayechukua madaraka na madhara halisi ya tukio hilo. Rais wa Marekani, Donald Trump, amethibitisha kuwa Marekani imefanya shambulio kubwa dhidi ya Venezuela. Trump pia amesema Rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mke wake wamekamatwa na kuondolewa nchini humo kupelekwa nje ya nchi. Operesheni hii ilifanywa na kikosi maalum cha jeshi la Marekani Kinachojulikana kama Delta Force kwa mujibu wa maofisa. Venezuela imetangaza hali ya dharura ya kitaifa na kudai shambulio la kijeshi ni uvamizi usiokubalika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa Marekani haitachukua hatua nyingine dhidi ya Venezuela baada ya tukio hilo. Tukio hilo ni moja ya operesheni kubwa za kijeshi za Marekani katika bara la Amerika tangu vita baridi, na linafuata wiki kadhaa za mvutano ulioonekana kukithiri. Hali halisi ya rais Maduro na mke wake bado haijathibitishwa wazi. Idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa kutokana na shambulio hilo haijajulikana, na kiasi cha uharibifu katika sehemu mbalimbali za Venezuela bado hakijafahamika. Vilevile, idadi na maeneo ya mashambulio hayajathibitishwa rasmi. Sababu kamili za Trump kuchukua hatua hii bado hazijafahamika, ingawa anaandaa mkutano na, na waandishi wa habari kuelezea maelezo zaidi. Iwapo itathibitishwa kuwa Maduro amekamatwa na kuhamishwa nje ya nchi, utawala wa Venezuela unaweza kuhamia mikononi mwa viongozi wengine. Kwa sasa vigogo watatu wa Chavismo wanaofuatiliwa kwa karibu: makamu wa rais Delki Rodriguez, waziri wa mambo ya ndani Diosdado Cabello na waziri wa ulinzi Vladimir Padrino wote walionekana kwenye televisheni masaa machache baada ya shambulio na wanaweza kupewa madaraka. Waziri wa Ulinzi Padrino na Cabello wana ushawishi mkubwa ndani ya jeshi ambao linaweza kuwa watiifu kwa yeyote kati yao. Rodriguez kwa upande mwingine ana mamlaka makubwa ya kiraia na kiuchumi, lakini hana ushawishi wa moja kwa moja kwa wanajeshi kama Cabello na Padrino. Pia kuna swali kubwa kuhusu hatua za upinzani chini ya Maria Corina Machado ambao wanadai mabadiliko halisi ya kisiasa na huenda hawataridhika na kuondolewa tu kwa Maduro kutoka Ikulu. Wakati hayo kichomoza, Rubio amesema Maduro atakabiliwa na mashtaka Marekani, hakuna hatua zaidi zinatarajiwa Venezuela. Seneta huyo wa Marekani alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hakutakuwa na hatua zaidi zilizochukuliwa dhidi ya Venezuela kufuatia kukamatwa kwa urais Nicolas Maduro. Seneta Mike Lee alithibitisha kukamatwa kwa urais Maduro na kueleza kuwa atakabiliwa na mashtaka ya jinai nchini Marekani kufuatia mawasiliano ya simu na Rubio. Rubio hatarajii kuwepo kwa hatua zaidi kuhusiana na Venezuela sasa baada ya Maduro kuwa mikononi mwa Marekani, amesema seneta Lee. Lee aliongeza kuwa mashambulizi ya Marekani yalifanywa ili kulinda na kuhakikisha wale wanaotekeleza amri ya kukamatwa wanashirikiana kwa ajili ya usalama. Awali, Lee alisema kupitia chapisho lake kwenye mtandao wake wa X, natarajia kujua kama na ikiwa kuna sababu za kikatiba zinazoweza kueleza hatua hii